Mange Kimambi. Ndio. Akaunti yake imeenda bro. Kwenda wapi? Haipo. Instagram imefutilia mbali. Walai. Mm. Ile threat ya kwamba walikuwa wamepanga kutuma maombi kwa Instagram waifungili mbali. Imefaulu? Imeshafungiliwa mbali. Kweli? Mm. Sasa bosi wangu, sasa hivi ukisearch account ya Mange Kimambi, nakwambia this Instagram account, this profile is not available. Sasa hiyo imesaidia nini? Hizo zinaitwa the last kicks of a dying horse. Kwa sababu mm, Mange Kimambi akiamua kuongea ataongea kwenye app yake. Hii ni akaunti ya pili ya Mange. Mange kufungwa, ili ya kwanza ilifungwa wakati ambapo alimwenjoi Rais Samia Suluhu na akatoa siri zake nyingi tu. App ikafungwa. Hii ni ya pili, mwanangu akaonja kufungwa. Ikiwa na milioni ngapi? Ah, bro, over 8 million bro. Is it? Mm. Mange, hii ni opportunity dadangu Sukuma watu kwenye ap, mama, tengeza hela Marekani, usitoke na ikiwezekana. mm. wewe hapo Marekani mm. kwa ile pesa tutakaopata kutokana na ap mm. hao Mexican mafia wakija wapate FBI <laughs> <laughs> unaweza chukua services za <laughs> FBI <laughs> CIA <laughs> Mossad, <laughs> <laughs> ukinisikiliza mama, aweke pamoja, dada yangu, tumia hiyo ap <laughs> tengeza hela, au sio? ukupigao ndio ukufunzao kwa mpigo. Tena zaidi mwanangu, hata akifunga sio, anaweza fungua nyingine, sio exactly. Manake hapa kwetu kuna jamaa anaitwa Nyakundi. Ndio Nyakundi, akaunti zake zimefungwa nyingi sana, lakini kile kifungwa anafungua nyingine eh, kile in fact, anafungua anafungua kwa nyingine. kwa kuwa watu wanataka kusikia Mangi anasema nini Naam. akifungua nyingine mm. 8 million ya, akifungua banda. Nyingine sasa mtafunga ngapi?